Wakazi na wafanyabiashara kutoka mji wa Nkubo katika kaunti ya Meru wameibua wasiwasi kuhusu taka zinazokusanywa na kuwatia wakazi katika hatari ya magonjwa. Wamesema kuwa mazingira yanazuia wateja kufikia na hata kupata hasara kubwa. Hata hivyo, mkurugenzi katika idara ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi Bwana Angelo Gitonga alisema licha kabiliwa na changamoto kadhaa katika ukusanyaji wa takataka, aliwahakikishia wafanyabiashara kuwa hali hiyo itarekebishwa hivi karibuni wa nguvu ulio katika eneo bunge la Imenti Kusini, kaunti ya Meru, ni mmoja wapo wa miji kubwa katika kaunti ya Meru na inaongoza katika ukusanyaji wa mapato, lakini licha ya hayo, wanabiashara katika mji huu wamelalamika kwa kile wanachosema ni taka katika kila kona. Saa hii nyuma yangu hapa uko na takataka nyingi, iko na wiki ine bila ukujiriwa. Tauni ya nkovu bila imeadhirika na hii takataka, patapute pahali wale wanapagia kule wanaweza kuweka hii tauni ya nguvu iwe safi. Tunataka watu hapa wakuwe na amani wakati wanafanya kazi yao, wakuwe na amani wakati wanafanya hii kazi yao. Unaona hizi duka ziko karibu hapa na kuna, kuna takataka iko hapo mbele na ina takataka ina, aina nyingi inanuka, hata kunuka. So tunataka kama t afanye kazi yake yule anashughulika na, na mambo ya takataka hapa, ashughulika na kazi yake ili hii tauni ikuwe safi. Kwa hivyo, lakini ndio kitu tunataka kwa hii Meru, tunataka kasi ifanyike, juu ukiangalia hapa kwa hii manguo ni hizi zimejaa hapa hapa. Mbele kuna hoteli kwa hapa na sisi ndio tunakula hapo. Tutakuwa tunakula kitu inaingia mahinsi inatoka kwa takataka huku, si tutagonjeka na kolera? Tukigonjeka nani mwingine atabaki kwa hii Meru? ile like kitu tunaomba, kama gavana ameshindwa na gasi nagai atuambie tu, usuru tusilipe tena. Kama ni gari atakataka, sisi wenyewe tunaweka mafuta sisi kama watu KBO atutatoa ushuru tena. The officers wanapitia hapa wanaangalia manduka, lakini hataki waangalie. Eti wameshindwa kufanya usafi kwa hii town, town number three Meru. yote hii ni jambo la kusikitisha. Hii situation ikiendelea, magonjwa yataibuka, especially saa hii kunaenda kunyesha. So biashara zimekwama, harufu mbaya kila mahali. Naam, hizo zimekuwa sauti za wanabiashara pamoja na wakazi kutoka hapa mji wa Ngogo, wakitoa wito kwa, kwa serikali ya kaunti kutoa hizi taka, la sivyo watachukua hatua wao wenyewe. Kutoka mji wa Ngogo, kaunti ya Meru, nikilipotia NTV Mashinani. Jina langu ni Sam Wanyoike.